Taarifa kutokea kule Marekani ni imeishambulia boti nyingine katika pwani ya Venezuela na kuua takriban watu sita. Marekani imeshambulia boti nyingine kwenye pwani ya Venezuela siku ya Jumanne na kuua watu sita. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa amesema katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii. Trump amesema boti hiyo ni ya magaidi na ilikuwa ikisafirisha mihadarati. Hili ni shambulio la tano la utawala wa Trump kwenye boti inayotuhumiwa kusafirisha dawa za kulevya kwenye maji ya kimataifa tangu mwezi Septemba. Kwa jumla watu ishirini na saba wameripotiwa kuuawa mpaka hivi sasa, lakini Marekani haijatoa ushahidi au maelezo kuhusu utambulisho wa boti hizo au wale waliokuwemo. Baadhi ya wa wamiliki wameshutumu Marekani kwa kukiuka sheria za kimataifa, na mataifa jirani kama Colombia na Venezuela yamelaani vibaya shambulio hilo. Katika chapisho lake, Trump amesema taarifa za kijasusi zimethibitisha kuwa boti hiyo ilikuwa ikisafirisha mihadarati na inahusishwa na mitandao haramu ya wagaidi wa mihadarati na ilikuwa ikipitia katika njia inayojulikana kwa magendo. Ebana, nadhani Marekani pamoja na Venezuela mgogoro wao kila siku unaendelea kuchukua taswira mpya na unaendelea kuacha sura mpya ya kwamba hatua gani itaweza kufikiwa ili mgogoro huu ukiweze kumalizika kati ya mataifa haya mawili ambayo yameendelea kukinzana kila itapo. Leo rais wa Venezuela yeye anachokieleza ni kitu kimoja tu, kama unataka mafuta ya kwenye taifa langu nunua usije kuyanyang'anya ama kuyachukua kwa nguvu, lakini Venezuela ameonyesha ushirikiano mkubwa zaidi na mataifa ambayo yamekuwa yakikinzana na Marekani, yaani China pamoja na Urusi, na kuwauzia mafuta China kwa kiwango kikubwa, sambamba na kuruhusu boti ama meli kubwa kuingia ndani humo kwa ajili ya kuchakata mafuta hayo, jambo ambayo linamwacha Marekani na maswali mengi na kuweza kuhitaji kusitisha jambo hilo, na ndio maana labda akienda kutangaza ya kwamba sasa hivi anatangaza vita dhidi ya magenge yoyote madawa kulevya ambayo yatakuwa yanatokea Venezuela. Na kweli tunashuhudia, hii ni boti ya tano ambayo imeweza kushambulia kutokea Venezuela na kuua takriban watu ishirini na saba mpaka hivi sasa.